Ya Kalia Douglas Ogutu. Douglas Ogutu amesomea sanaa ya muziki katika Berkeley Music College, Boston, Marekani, shahada ya uzamili eme Kiswahili kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta. Bwana Ogutu ni mwanzilishi wa shirika la sanaa na Doe Music Arts Nakuru, Kenya. tusome kwa pamoja Jack Jack alipokea simu ya Bwana Kalia alijua kuwa ujumbe ulihusu rafiki yake wa miaka mili. siri yeye na Jack ni marika waliokuwa katika kijiji cha mgom walisoma shule moja ya msingi na vile vile sekondari. Urafiki wao ulifana kiasi cha wao kujulikana na wengi kama ndugu. Urefu wa kimo, rangi ya maji ya kunde na meno meupe mithili ya theluji ni baadhi ya sifa za siri wawili hao. Walifanana sio tu kimaumbile bali pia kimaenendo. Hata hivyo, ja kuwa mpole katika mazungumzo. Kando na kulandana katika mambo mengi, wao waliheshimu sana kauli ma ya udugu naaasiokufanana wakishirikiana katika mambo mengi si masomo si michezo si kifedha. Naaminiwa kwamba siri atakuwa ya hewani kwenye runinga ya kikwetu katika muda wa saa moja kuanzia sasa. Ametaka mimi, mamake na wewe tuwe kwenye kituo hicho, hivyo wanahabari wanatusubiri kule mjini. Haya, dakika kumi uwe hapa, tuondoke, alisema bwana Kalia kwa uchangamfu. Furaha iliyoje! Jack aligonga asubuhi ile ya saa moja unusu, akachukua shati la kipekee aliloweka chini ya mto wa kitanda chake. Cha kujitengenezea lilikuwa limetii amri ya kunyooka baada ya kulaliwa kwa takribani mwezi mzima kuisubiri safari kama hii. Suruali yake ya kaki ambayo aghalabu haihitaji pasi ilikuwa kwenye kamba, alikuwa ameifua usiku wa kuamkia siku hiyo, japo haikuwa imekauka vizuri, hali yake haingetambulika na yeyote alivaa huku akijiambia kuwa ingekaukia njiani. Si kwamba Jaka hana pesa, la hasha. Yeye anawezeka kwa ajili ya kujiendeleza kimasomo. Naam, fursa aliyoiniwa kwanza na kifo cha wagele na pili bwana Kalia mwenyewe. Safarini, Jaka alikumbuka barua pepe aliyokuwa ametumiwa na Siri umo. Alidai alikuwa na ujumbe muhimu aliyotaka nchi nzima ifahamu alitazamia kutumia fursa aliyopewa na kituo cha Kipetu kuwasilisha ujumbe huo. Hakutaka kuufafanua wala mtu mwingine ajue mpango huo, alimwonya dhidi ya kumweleza babake. Kwa kawaida, Siri huwasiliana na wazazi wake Aladabu, kwa njia ya aghalabu. Jack ndiye huitwa nyumbani kwake Bwana Kalia kuunganisha mitambo na kuhakikisha kuwa wahojiwa wanaweza kuonana ipasavyo. Ujuzi huu kwa kupata ajira ya hela yayeye kutofanikiwa kujiunga na chuo chochote kile tangu kuhitimu masomo ya shule ya upili. Leo hii ataingia mahali ambapo atashughulika na lolote ela kuchangia katika mahojiano atakiwakotu. Ukumbi wa mahojiano ulikuwa mtulivu na ulishamisi usafi wakouwaye kuona Jack. Makochi yenye rangi ya majano yalipendeza mno kiasi cha kijana huyo kutoamini kwamba alifaa kuketi hapo. Bwana Kalia na mkewe bini Mshewa waliketi kwenye kochi moja lililowasitiri vyema. Jack aliketi kwenye jingine karibu na alipokuwa mtangazaji. Mkabala na alipokuwa mtangazaji kulikuwa na kiwango kikubwa kama ukuta. Jack alikisia kuwa hapo ndipo wangemwona siri wakati wa mazungumzo. Upande wa kushoto, pembeni mwa kiwango hicho kulikuwa na nembo ya vihiti. Mtangazaji watamuzi siku hiyo alitabasamu na kuwakaribisha wageni kwa sharubati ya matumba waliowekwa kwenye glasi mezani. Mwenyewe alikuwa mrembo kupindukia na mavazi yake yaliingiliana sawa sawasawa na mada alizoshughulikia katika kipindi chake cha nyumbani ni nyumbani. Alizungumza Kiswahili kwa ufasaha uliomfurahisha Bi Mshewa ambaye anafundisha Kiswahili katika shule ya upili kule kule waliposoma Sili na Jack. Kila mara alitabasamu na kutingisha kichwa kama ishara ya kukubaliana na mtangazaji. Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji, jina langu ni Jane Gatoni. Haya ni makala ya nyumbani ni nyumbani, kwenye runinga uipendayo ya Kikwetu. Leo nina furaha kuzungumza na kijana mmoja anayesoma kule Uchina, Siri Kalia. ni mwanao Bwana nabii Kalia aliondoka humu nchini takribani miaka sita iliyopita. Kwa kweli haikuwa kazi rahisi kumpata, ila tunamshukuru Mola kwa fursa hii. Kwenye studio ninao wazazi wake na rafiki yake wa karibu kwa jina Jack Masumbuko. Watatu hao walipewa fursa ya kuwasadari watazamaji kule picha ya Siri ilitokeza kwenye kiwango kile. Alionekana mwenye furaha hasa alipomwona Jack kwenye ukumbi. Alipewa dakika mbili kujitambulisha, kisha bigatoni akasema, asante sana kwa kitambulisho hicho, natumai rafiki zako humo nchini wanafurahia popote walipo. Kwa niaba ya kituo hiki ninatoa shukrani kwako kwa kuitikia wito wa kuwa nasi leo. Vile vile tunakupongeza kwa kuwa shabiki wa dhati wa kipindi hiki ni kutokana na mchango wako kupitia Twitter na Facebook katika masuala mbalimbali ambapo yaliamuniwa kupewa fursa ya kuzungumza moja kwa moja na watazamaji wetu. Naam, kimsingi wakati kama huu wananchi hapata kuwafahamu wenzao wanaosoma au kufanya kazi katika nchi ya Ugaibuni. Leo ni siku yako Siri binharia, lakini kabla ya kusikiliza historia ya ufanisi wako nina swali moja kwako. Kipi hilo? aliuliza Siri Umekuwa Uchina kwa miaka zaidi ya mitano, lakini ninapokusikia au pata kusoma maoni yako huwa naona uviti wako katika lugha ya Kiswahili. Isitoshe, tuna habari kwamba huko Uchina umewafundisha Wachina wengi lugha hiyo. Je, mbona kuishi huko hakujafanya ukishinda lugha yako? Nashukuru kwa utambuzi huo. Nikiwa katika shule ya upili niliwahi kusoma riwaya yake zilivonani ikioayo mwisho wa kosa, nilimchukia mhusika Monika kwa jinsi alivyokengeushwa na maisha ya Ulaya alikoenda kusoma. Kurejea kwake nyumbani kulileta majozi, majuto na masikitiko badala ya furaha na amani. Wale waliomweza wakati ana elimu hiyo na hata kumtunza aliishia kuwaona kama hawana maana, na akawa ana uamuzi wa kuheshimu asili yangu uliikukia hapo. Nilikata kauli kwamba asilani sitakubali kubadilishwa na hali ya maisha ya mtu yeyote, hasa inayoweza kunifanya kutowapenda ajinasi jinsi walivyo. Njia mafaka ya kufanya hilo ni kuhakikisha kuwa nimeshikilia ya lugha yangu, hata ingawa kuna imani potofu kwamba sisi wanasayansi mara nyingi ya kujishughulishi na lugha ya udani. Kila mwezi mimi husoma riwaya mbili, tamthilia mbili na angalau diwani ya mashairi kila baada ya miezi miwili hapo Uchina lugha ya Kiswahili inapendwa mno. Ukweli ni kwamba kunao wenyeji wangu ambao wamejifunza lugha hii na wanazungumza vyema kuliko watu wengi humo nyumbani. Hivyo mimi hufanya juhudi kukutana na baadhi yao angalau siku moja kwa mwezi, zikajadili mada mbalimbali. Safi kabisa, maelezo mazuri na yenye mafunzo kemkem. Namwona kem. Bimsheva alivyojawa na furaha kweli kwelikweli, Bi Katoni alisema huku akimwangalia mamake Siri. ndio huo urivi mliokuka mwanangu, alitamka mamake Siri. Ukumbi ulilima kwa kicheko kilichowaelekeza kwenye muda mfupi wa mapumziko. Wakati huo watatu hao wa walipata muda wa kunywa kinywaji walichopewa huku mtangazaji akishughulika kujitayarisha kwa mada ya siku. Kwa kweli, nye jaku na Siri, mmetoka mbali. Wakumbuka hilo shindano mkiwa katika kidato cha nne. Laiti wangalitoa nafasi kwa washindi wawili. Hata hivyo, siku yao ipo. Bi Mshewa alisema huku akipiga funda la sharubati. Jack alitabasamu kama kawaida yake, ila moyoni aliungulika kwa vile alivyopongojwa bahati yake. Baba mtu naye alitikisha kichwa kama ishara ya kukubaliana na kauli ya mkewe, ila alijitahidi kutomwangalia Jack. Naam, wakati umewadia sasa wa kupata historia ya mgeni wetu, Bwana Siri, naomba utueleze alivyokuwa ali ukakipata pale ulipo kwa sasa. Je, ni kutokana na bidii au ni bahati tu? Bi Katoni aliuliza kwa ufakamavu. Uwenaa huku ndio wakati wa kupasiwa baraka. Siri, usifanye hivyo mbele ya macho ya masikio ya dunia nzima, aliwaza Jaka. Wakati huo aliona jinsi Bwana Kalia alivyotakaza asionekane, alivyotekenywa Bwana Kalia alihisi kuwa siku hiyo pametokea jambo moja kuu ama kuungua yote aliyotenga au kuendeleza ujenzi huo. Aliomba ruhusa ya kwenda msalani. Akiwa nje, alijaribu kumpigia Siri simu, ila hakumpata yoani. Alitaka kumkumbusha kuwa kuna sehemu katika historia ya ufanisi wake isiyotakikana kueleza mtu yeyote, zeuze ulimwengu. Aliingia msalani na kukawia kwa kada dakika kadhaa. Baada ya kurudi studioni, Siri alikishaanza kusimulia safari ya maisha yake. Kulikuwa na mashindano ya somo la sayansi miongoni mwa shule za upili katika kaunti yetu. Wapenzi wa somo hilo kama mimi na mwenzangu Ja tulijitahidi kuandaa miradi kwa ajili ya mawasiliano. Tuzo la mshindi ingekuwa kupata ufadhili katika masomo kuanzia shahada ya kwanza hadi shahada ya uzamifu katika chuo kikuu cha uhandisi. Warani wa tuzo hiyo walikuwa wataalamu wa uhandisi kutoka Mchina. Walipewa fursa ya kujenga maabara ya kisasa katika shule teule nchini katika kuimarisha uhusiano zaidi kati ya nchi yetu na Uchina. Agalapo walitoa wa tuzo kila mwaka kwa shule za maeneo mbalimbali. Shule yetu iliwasilisha miradi bora zaidi kati ya wasilishaji ishirini bora. Nafasi ya kwanza tano isipokuwa ya pili zilizoawazibwa na shule ya pili ya Kayole niliposomea. Wanafunzi watatu bora walikuwa Jack Perlona na Siri Masumbuko. Kwa kweli kila nikumbukapo haya huwa sina amani uisi nimeemi rafiki yangu, miaka saba ya ufanisi bila utumai. siku moja nitakuja kuvaa Jack mtarazaji alimpatia macho Siri, ukumbi ukawa umetulia, machozi alimlekalega Siri bila shero, alimtazama mwanawe tu, kijasho kilimtoka Bwana Kalia. wakati huo akataka kutoka nje, ingewezekana angekatiza mahojiano hayo. Hata hivyo alijikaza na kuamua liwalo na liwe. Nimekuja kuonana kwamba kazi ya jau ilikuwa ya kupigiwa mfano. Si ajabu kwamba mawazo ya, ya, si ya, kwa ya fomula alizoibua wakati ule zimetiwa vitabuni. Inachoningumu ni kuwa mambo haya yameandikwa kwa jina langu. Ni kweli kwamba kazi yangu ilikuwa nzuri pia, ila katika shindano hilo si mimi niliyeshinda. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Shirika lililofadhili tuzo lilitoa tangazo la hafla ya kutambua mshindi. Viongozi mbalimbali wakiwemo mawaziri na wa wataalamu wa sayansi waliohudhuria. Takribani wanafunzi mia tatu kutoka shule hamsini walihudhuria pia. Nilikuwa hafla ya kutamanika . Kabla ya watu kutulia kwenye jumba la sherehe, sisi watatu tuliitwa kwenye ofisi ya mkurugenzi mkuu wa shirika hilo hapo tulionyeshwa majina yetu na jinsi tulivyofuatana kwa alama. Jack aliongoza kwa asilimia tisini na nane, alifuata kwa karibu na jen gebo kwa asilimia tisini na saba. Mimi nilikuwa watatu nikiwa na asilimia tisini. Baada ya kupewa kongole, tulirejea ukumini ambapo mmoja wa waandalizi wa shindano walikuwa akitoa wa hotuba. Sote watatu tulikushaduwa mshindi. Kabla sijatulia nilitazama nje kupitia kwenye dirisha upande wa afisi ya yule mkurugenzi, nilimwona babangu akiingia wa mle. Wakati huo si kusikia ila yoyote ile. Isitoshe, yeye alikuwa mmoja wa wanakamati katika Wizara ya Sayansi na Teknolojia. Kwa wiki nzima alikuwa akishughulikia na mipango ya kufanikisha hafla hiyo. Kule mratibu wa shughuli alichukua usukani baada ya hotuba ya kiongozi. Wakati huu kazi yake ilikuwa mtangaza wa shindi. Tulishangaa mabadiliko yaliyotokea. Hata hivyo, hatukuwa na muda wa kulalamika, ila kutoa himizo kwa wanafunzi wenzetu kutia bidii. Lilitangazwa mshindi, kando na kutathmini mradi lisiyokuwa limeshughulikia kulingana na mratibu huo, lilifuatwa na binti edo picha ta kawa watatu. Tangazo hilo lilikuwa kelele za sherehe, ambapo baadaye watu walianza kufumukana sisi tulipelekwa hotelini ambapo tulishiriki samza uuu ambaye njia aliyekuwa mwenyeji wetu. <tiple> Wenyeo walikuwa mawaziri wa wizara mbalimbali nchini, walimu wakuu wa shule zetu na wazazi wetu. Hawakuisha kutuongeza kwa juhudi tulizofanya. Jack na Kebo walikabiliwa rudi za shilingi elfu kumi kila mmoja. Binti Kebo walibagwa wazazi wake rudi yake. Jack alimwendea mamangu, Bi Mshewa, na kumkabidhi zawadi yake aifadhie

hakuwa na wazazi. Hela alizoshinda wakati ule zilihifadhiwa na mamangu, na ndizo alizoanzisha biashara ya kuuza viatu kule niliposafiri kuja huku China. Ni muhimu kutaja kwamba wazazi wangu walikuwa na uwezo wa kunipeleka chuo kikuu bila ya ufadhili wowote. Matarajio yangu yalikuwa kwamba wangetimiza ahadi waliotoa kwa wazazi wake Jack siku walipofariki katika ajali ya barabarani kwamba wangemtunza hadi afikie kilele cha masomo yake. Maskini Ja alibaki kuuza viatu na kulipa nusu ya faida yake kwa wazazi wangu wakaiita shukurani ya malezi. Mwenzangu hana kinyongo wala sijawahi kumsikia akilalangu. Hata hivyo kina chake ulikumu mno, huenda ndiyo maana Mungu akamkarimu ufanisi wa upanuzi wa biashara yenyewe nani yako chini yatedamua masofote sili yalituga kidogo kina nami, hakuna aliyethubutu kumwangalia mwenzake. Kisha akaendelea na kuheshimu sana Ja, nashukuru Mungu kwa fursa hii. Nilitaka nikuombe msamaha mbele ya ulimwengu mzima, tumekutenda ila, usitie shaka, nimekwisha pata kazi, nayo ina ujira mzuri. Nimetoa mshahara wangu wa miaka huu kufadhili masomo yako ya chuo kikuu. Wewe kwangu ni ndugu, naruhuhi uwasamee wazazi wangu. Kila mzazi umtakia mwanawe mema, ila wakati mwingine hutumia mbinu mbovu nani wazazi wangu, napenda mfahamu kwamba nisingeishi kwa furaha nilivyotamani kama nisingefanya jambo hili. Najua ni fedhaa kwenu, ila natumai watazamaji wa kipindi hiki wataizimika kuwahudumu na yatima na maskini. Mtazamaji alikuwa na kibarua kigumu, angesema nini? Hata hivyo lisilobudi ubidi. Maji alimoshafulia nguo shati ya yaoge alijikooza, kisha akawauliza bwana Kalia na mkewe kujibu madai ya mwanao. Bi Mshewa ndiye aliyetangulia kusema kwa kweli, nimeungulika sana miaka yote hii kwa unyama tuliyomtendea Jack. Ni vigumu kwa binadamu kuungama jambo kama hili, ila kwa sasa naona ndiyo njia ya pekee ya kuiuzuru nafasi yangu. Nilijaribu kumwanzishia biashara hiyo ili niepuke kichomo moyoni, lakini nilipoona anataka kuimarika, tamaa ilinivaa nikamtaka awe akitulibwa nusu ya faida yake ya kila mwezi. Muhimu ni kukuomba msamaha mwanangu Jack, sitaki laana kwa mwanangu baada ya binti yake kuongea, Kalia alipewa fursa. Yeye alimsifia mwanawe kwa ujasiri wake. Alimwomba Jack kumsamaha pia. Haila alimtaka siri hutotisababisha na masomo ya Jack, yeye mwenyewe angeshughulikia hilo. Unayepi ya kusema Jack? Asante. Muhimu kwangu sasa ni kwamba nyota yangu ya elimu itaanza kung'aa tena. Nashukuru shukuru siri kwa kumaangisha hii. Nilifahamu kuwa wewe mwenyewe hukua na uwezo wa kubadili lolote, ila kwa kukumbuka usuhuba wetu na heshima na kwa kwamba ratuku watu marafiki sisi mwana ni ndugu, sina nani wazee wangu. Hata ingawa nilipoka nafasi hiyo, kuniruhusu kufanya biashara ni kama kuniingiza katika chuo cha maisha, nacho kina masomo si haba, ijapokuwa mitihani ya maandishi ya haimo Nimewasamehe, alisema Jack kwa utulivu. Bigatoni alivuta pumzi nzito, akasimama kuwasalimia watatu hao wa kabla ya kunoabasili. Aliwashukuru kwa muda wao, kisha akahitimisha kipindi. Waliruhusiwa kuondoka studioni. Njiani furaha ilitanda, huku kila mmoja akijisikia huru. Walizungumzia baadhi ya vyuo ambavyo Jack angeweza kusomea.